Amend kwa kushirikiana nasi Jeshi la Polisi katika kusukuma gurudumu hili la kuhakikisha kwamba barabara zetu na jamii yetu inabaki kuwa salama dhidi ya changamoto mbalimbali zinazohusiana na ajali za barabarani. Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani kama ilivyo ada, tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani kuwafikia makundi mbalimbali yanayotumia mbali, e, barabara, lakini lengo kuu ni kuzipunguza ajali za barabarani ambazo zimekuwa ni changamoto katika jamii yetu. Kwa siku ya leo, nigusie makundi mawili, kundi la watembea kwa miguu ambao wengi ni watoto. Tunaona kuna watoto wadogo pia wanatembea kwa miguu, kwamba watakapokuwa wanatumia barabara basi watembee kulia mwa barabara, na wanapokuwa wanahitaji kuvuka barabara kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, basi watumie vivuko vya watembea kwa miguu, lakini hao watoto wapate support kutoka kwa wakubwa, tusiwaache watoto wakiwa wanakwenda peke yao barabarani. Lakini hata madereva nao wawe makini wanapokuwa wanawaona watoto wadogo au ambao e, wana changamoto za ulemavu wakivuka barabara, pia waweze kuheshimu kundi hili ili waweze kuwanusuru na ajali za barabarani. Nizungumzie abiria leo kwa nafasi hii kwamba katika kipindi e, cha tunachoelekea kwenye sikukuu, sikukuu mara nyingi sana abiria wamekuwa wakisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine, basi wao kama sehemu ya jamii e, wafanye wawe bega kwa bega na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hata safari zao zinakuwa salama, kwa wahakikishe kwamba wanaangalia mienendo ya madereva wanaowapeleka e, hawaendi mwendo wa kasi, wanaenda mwendo wa kawaida, hawatumii vilevi barabarani, hawatumii mwendo wa simu, waweze kuwaripoti sisi kama jeshi la polisi tuweze kuchukua hatua stahiki ili ku punguza hizo ajali za barabarani ambayo madhara yake tunajua kwamba ni vifo na majeruhi, wakati mwingine ulemavu wa kudumu. Lakini nitoe wito kwa madereva wa vyombo vya moto wanapokuwa barabarani, wasitumie simu, wasitumie vilevi, lakini pia wasitumie na vitu vingine ambavyo vinaweza vikahatarisha e, usalama au namna nyingine inaondoa umakini barabarani. Mwisho nimalizie kwa kusema kwamba Jukumu la usalama barabarani ni lesu, letu sote. Kwa hiyo mimi kipekee nawashukuru sana na nawapongeza Amend pamoja na partners wao kwa kuikumbuka shule yetu ya Sinza kama moja ya shule maalum ambayo ina vijana, ili waingie shuleni ni lazima wavuke barabara, na madereva wamekuwa wagumu kufuata sheria za usalama barabarani na alama zinazotaka wasimame ili wananchi ama wanafunzi waweze kuvuka. Kwa hiyo ni waombe Amend kama ambavyo tumezungumza pale ndani, wasiishie Sinza maalum waende zaidi. Tunazo shule nyingi hapa Dar es Salaam, lakini hata nje ya Dar es Salaam, ambazo zimepita ziko pembeni ya barabara kuu ambazo barabara hizo zinapitisha magari mengi, na wanafunzi wanahitaji usaidizi wa kuvuka. Inawezekana karura wakawa na budget finyu ya kuweka alama, na pengine alama nyingine tunazoziweka baada ya muda fulani alama zile zinafifia zinatakiwa zirudishiwe. Kwa kutoheshimu alama za barabarani ama matumizi bora ya barabara, imepelekea tuwe na vifo vingi, na vifo hivyo, moja ya waathirika ni watoto wetu ambao wengine ni wanafunzi. Leo ukitembea kwenye mahospitali, mkafanya hata documentary, mkapita mkaona naweza mkakuta watanzania wengi vijana wengi wameathirika kutokana na ajali. Kinondoni tu hapa ilikuwa siku moja napata takwimu za hospitali yetu ya Mwananyamala, kwa siku tunapoteza si chini ya watu wawili wanaofika pale hospitali Mwananyamala tu ambao wanakufa kwa ajali. Kwa hiyo tukichukulia watu wawili kwa siku ina maana tuna watu zaidi ya 60. Huu ni wastani watu wawili, zaidi ya watu 60 wanapotea kutokana na ajali za barabarani, lakini wengi ni watoto. Tukio hili la leo linatoa fursa nzuri ya kuangazia umuhimu wa kuzuia ajali za barabarani kupitia miundombinu salama kama hii ambayo wenzetu wa Amendi kwa kushirikiana na FIA Foundation wameweza kuiweka hapa katika shule hii maalum ya Sinza. Wanastahili safari salama ya kwenda shule ili waweze kuendelea kujifunza na kukua na kufaulu katika siku zijazo. Kwa bahati mbaya, mara nyingi sana kwenda na kurudi shuleni zitakuwa safari hatari kwa safari hatari kwa watoto wetu kama tutaendelea kama hatutaendelea kuchukua jitihada kama hizi, haswa katika maeneo ambayo hayana miundombinu salama kwa watembea kwa miguu. Madereva lazima watii sheria zote za barabarani, kuendesha gari kwa mwendo unaoruhusiwa kisheria, hasa katika maeneo yenye wakazi wengi, na kuepuka kutumia vilevi wawapo barabarani, na bila shaka ufuataji wa sheria ni muhimu pia. Sisi tunawashukuru wenzetu trafiki na kama walivyo mwakilishi wa trafiki makao makuu wamekuwa wakisaidia sana na kutoa elimu kupitia kwenye vyombo mbalimbali kwenye TV na hata kujitahidi sana kukamata hao wanaovunja sheria barabarani, lakini bado tatizo hili ni kubwa. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kupeana elimu ya, ya kutosha katika hili. Sote tuna jukumu la kutekeleza katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanafika na kutoka shuleni kwa usalama kila siku. Ofisi ya Rais TAMISEMI inaunga mkono jitihada hizi na tutaendelea kutoa ushirikiano katika kuhakikisha tunajenga barabara salama kwa watumiaji wote wa barabara, hasa wanafunzi katika maeneo ya shule, kama vile kuweka mazingira rafiki kwa wadau ambao kama wenzetu wa Amend na FIA Foundation kuunga mkono na hapo mazingira rafiki yalioweza kuunga mkono jitihada hizi ili kuokoa maisha katika barabara zetu. Nina matumaini kwamba mipango tunayoadhimisha leo itachangia mazingira salama kwa watoto wa shule hii na jamii kwa upana zaidi. Kwa kupunguza kasi ya vyombo vya moto, kujenga njia za watembea kwa miguu, vivuko vya pundamilia na alama mbalimbali, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya ajali za barabarani na kuokoa maisha. Binafsi, mradi huu ni wa kipekee sana, kwa sababu katika miaka yote ambayo nimekuwa nikifanya kazi katika shirika la Amend na timu yetu, ni mara ya kwanza tumeweza kufanya e, maboresho na kuweka miundombinu kwenye shule yenye watoto wenye mahitaji maalum peke yake, ndugu mgeni rasmi, pamoja na mheshimiwa mstahiki meya, mnafahamu shule hii ni kati ya shule kongwe zenye watoto wenye mahitaji maalum nchini jijini Dar es Salaam na kwenye halmashauri yetu ya jiji ya, ya Kinondoni, ndugu mgeni rasmi. Kwa hiyo kama unavyoona hapa mbele, wako na wazazi wao wameungana na sisi katika kupokea miundombinu hii, nawakisha kwamba kwa kweli inawafaa. Lakini sio hilo tu, ndugu mgeni rasmi, nadhani kwa upana zaidi sisi kama Amend na wenzetu wa Fia Foundation tunaamini kwamba hii itawashawishi wazazi kuleta vijana wao shule, kuwa na walimu kuendelea kupata elimu. Sio kazi ndogo, nimekueleza ndugu mgeni rasmi, kulea watoto hawa na mahitaji ambayo wanaya, wanayataka na wanapaswa, wana haki ya kuyapokea. Kwa hiyo naomba tuwapigie makofi wazazi ambao na walimu wanaofanya kazi hii. Ndugu mgeni rasmi, duniani kote ajali za barabarani husababisha vifo karibu milioni moja nukta tatu vifo hivi vinasababishwa na ajali ambazo zinaweza kuzuilika. Na ndugu mgeni rasmi, tuna wastani no wa majeruhi zaidi ya milioni hamsini kila mwaka ambao wanatokana na ajali za barabarani na hivyo kufanya ajali za barabarani kuwa chanzo namba moja, ndugu mgeni rasmi, cha vifo vya vijana katika kundi la miaka mitano mpaka miaka ishirini na tisa Chanzo namba moja cha vifo kwa kundi hili ni ajali za barabarani. Ndugu mgeni rasmi, tunafahamu kwamba takwimu hizi, tuna jukumu ya kuzisimamia na kuhakikisha kwamba hatupotezi mwananchi mtoto e, Mtanzania na mtu mwingine yoyote kutokana na ajali za barabarani, gini rasmi, na ndio hicho ambacho kinatufanya sisi kama Amend kuendelea, kuendelea na jitihada hizi za kuongeza na kupunguza e, ajali za barabarani kwa kuongeza e, miradi na jitihada mbalimbali kushirikiana na serikali. Ndugu mgeni rasmi, bara la Afrika, pamoja na kwamba tuna idadi kubwa ya vifo na ajali za barabarani, idadi yetu ya magari bado ni ndogo kulinganisha na mabara mengine yote. Kwa hiyo bado kazi iliyo mbele yetu ni kubwa na uwepo wenu kama serikali unatutia moyo sisi kama taasisi na wadau wa maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, kwa kumaliza, niwashukuru sana wageni wote waliohudhuria shughuli hii ya leo, ni washukuru sana pia uongozi wa shule. Wamekuwa walitupokea salama hapa, tumeshirikiana nao mpaka siku ya leo tunakabidhi miundombinu hii. Kwa hiyo utajionea hapo nje tumeweka miundombinu mbalimbali, tumeweka vivuko vya usalama barabarani, tumeweka matuta, tumeweka njia maalum kwa ajili ya watoto kupita, lakini tulipata nasa, wasaa wa kutoa elimu kwa wazazi na kuzungumza nao umuhimu wa swala hili la usalama barabarani. Ndugu wageni rasmi mara nyingi geti hili huwa linafungwa muda wote, kwa sababu watoto hao, ukiwa geti likiwa wazi, ni rahisi wao kukimbia na kwenda barabarani na kupata uh, adha na madhara mengine ambayo tunafahamu yako mbele, kama vyombo vya moto kuwa karibu na shule hii.